Tumeweza kuanza mnada wetu wa kwanza na huu ndio mnada wetu wa umefika katika mkoa wa Mtwara chama kikuu cha Tanecu na ndio mnada wa kwanza kitaifa. Na kama vile tunaweza awali, kabla ya minada yetu kuanza, kulikuwa kuna mahali popote ambapo duniani minada ya korosho ilikuwa inafanyika. Kwa ina maana, hizi bei ambazo umeziona leo, sisi ndio tumetengeneza mwenendo wa soko la dunia la korosho. Na ndio umeona leo kwa bei ya chini tumepata bei ya shilingi 2550 na bei ya juu tumepata shilingi 3500. Hiyo tunashukuru wakulima pia ni bei ambazo tunajua wakulima wetu zinawaridhisha, na wakulima pia wamefurahi na wameridhia kuuza korosho zao kwanza. Kesho tunaendelea na minada mingine. Sasa kama mnavyofahamu minada ilikuwa tuanze tarehe 31 Oktoba, tukachelewa tukaanza sasa hivi Novemba, na kama mmeona tumeanza na tani elfu ishirini na sita siku ya leo kupitia chama kikuu cha Taneku na tunaendelea na minada mingine. Kwa hiyo mtaona kwamba tuna mizigo mikubwa iko magalani. Kwa kutokana na hali hiyo ya kuwa na mizigo mikubwa magalani sheria kawaida, kanuni za Bodi ya Korosho zinasema kwamba mizigo ya korosho isafiriwe kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni kutoka ghala kuu kwenda bandarini. Sasa kutokana na hali hii, tutaruhusu magari ya usafirishaji ya korosho kutoka maghala makuu kwenda bandari, kwa maana ya bandari ya Mtwara, korosho za mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaruhusiwa kusafirishwa kwa, kwa masaa ishirini na nne kwa maana korosho kutoka mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaweza kupelekwa bandari ya Mtwara kwa muda wa masaa 24 na aidha kwenda bandari ya Mtwara au katika ghala ambalo liko mkoa wa Mtwara. Kwa mikoa mingine ile ya kwa mfano, kwa korosho za mkoa wa Pwani ambazo zinakwenda bandari ya Dar es Salaam, zitaendelea kusafishwa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Vivyo hivyo korosho kutoka mikoa mingine yote kwenda bandari ya Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ruhusa hii ya kusafirisha masaa 24 ni kwa mkoa wa ni kwa zile korosho ambazo zinakwenda bandari ya Mtwara tu au korosho ambazo zinakwenda kuhifadhiwa katika gala katika mkoa wa Mtwara. Ni kwa nini tumefanya hivyo? Kwanza, kama mlivyoona, tumeanza na mizigo mikubwa na magalani, kuna mizigo mikubwa. Tunataka mizigo iweze kutoka kwa haraka, ili korosho zingine za wakulima ziweze kuingia galani kwa ajili ya mnada unaofuata. Lakini pia tukiruhusu masaa ishirini na nne inaleta mzunguko mkubwa wa, wa maroli. Roli linaweza kwenda likashusha mzigo likarudi, kwa hiyo maroli pia na magari yaliyopo yanakuwa na uwezo wa kuchukua mzigo mkubwa kwa, kwa, kwa, kwa haraka. Lakini pia tunataka pia bandari yetu tuongeze ufanisi. Wanunuzi wengi ambao wananunua mizigo kwenye minada wangependa hiyo mizigo yao waweze kuisafirisha mara moja kwenda nchi hizo ambazo wananunua, hususan nchi ya India na Vietnam. Kwa hiyo na maana, tukiruhusu masaa ishirini na nne wale wanunuzi ambao wamenunua mizigo ghalani wataweza kuchukua na kupeleka nje kwa haraka, lakini pia wakishapeleka mizigo nje kwa haraka inawaruhusu pia wao kushiriki minada mingine. Kwa hiyo tunapo wanapoweza kutoa mizigo kwa haraka na kupeleka bandarini Mtwara, nje ya nchi inatusaidia sisi kuongeza mzunguko wa wanunuzi kuingia tena kwenye minada na kununua mizigo mingine. Kwa hiyo ruhusa hii ya masaa ishirini na nne itatusaidia pia katika kuongeza mzunguko wa, wa, wa magari lakini pia kuwezesha wanunuzi kupeleka mizigo nje walionunua ili waweze kununua mizigo mingine. Kuna baadhi ya wanunuzi wameingia mikataba pale, ambapo anakuwa ameshaweka mzigo kwenye meli, ndipo yule mtu ambaye anakutana naye ndio anamlipa hela zake, kwa namruhusu ya kuingia kwenye mkataba mwingine. Lakini kama mnavyofahamu huu ni mwezi Novemba. Mwezi Novemba huwa ni mwezi ambao tunatarajia kuwa na mvua, kao tungependa mizigo mingi ambayo tayari imeshauzwa magalani iende isafiri kwenda nje ya nchi kabla mvua zijaanza kunyesha. Kao hizo ndio sababu nne za msingi ambazo zimetufanya turuhusu usafirishaji wa masaa ishirini na nne ya korosho kwa korosho zinazotoka mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma kwenda bandari ya Mtwara au katika magala ya kuhifadhi ambayo yako Mtwara.